Mvua na mafuriko yasiyoisha yamesababisha vifo vya watu wasiopungua arobaini na mmoja katikati mwa Vietnam tangu mwishoni mwa wiki iliyopita. Uokoaji bado unaendelea kwa watu tisa ambao hawajulikani waliko. Vyombo vya habari vya serikali vimeripoti mafuriko hayo yamefunika zaidi ya nyumba elfu hamsini na mbili na kuacha kaya na biashara nusu milioni bila umeme, kulingana na ripoti ya nchi hiyo. Mvua hiyo imezidi mita 1.5 sawa na futi tano 5 katika maeneo kadhaa katika siku tatu zilizopita na kuzidi kuongezeka zaidi ya kilele cha mafuriko cha mwaka 1993 ambapo mvua ilinyesha kwa kiwango cha mita 5.2 katika baadhi ya maeneo. Maeneo yaliyoathiriwa zaidi ni pamoja na miji ya pwani ya Hoi An na Han Trang pamoja na ukanda muhimu wa uzalishaji wa kahawa katika nyanda za juu za kati ambapo wakulima tayari wanasumbuliwa na mavuno yaliyokwama kutokana na dhoruba za awali. Hali mbaya ya hewa imeikumba Vietnam katika miezi ya hivi karibuni. Vimbunga viwili Kalmaegi na Boloi viliacha alama ya vifo na uharibifu ndani ya wiki chache tu. Maafa ya asili nchini Vietnam yamesababisha uharibifu wa dola bilioni mbili kati ya Januari hadi Oktoba mwaka huu bilioni 25, kulingana na makadirio ya serikali. Picha zilizochapishwa na vyombo vya habari vya ndani zinaonyesha watu kukwama kwenye paa huku maji ya mafuriko yakiingia ndani ya nyumba zao. Video inayosambaa mtandaoni inaonyesha daraja katika jimbo la Lomdong likivunjika nguzo zake. Jimbo la Lamdong limetangaza hali ya hatari baada ya maporomoko ya ardhi kuharibu barabara kuu shughuli za barabarani mamishwa kabisa baada ya sehemu ya Mimosa Pass njia kuu ya kuingilia katika jiji maarufu la kitalii la Dalat kuanguka kwenye korongo huku magari yakishindwa kupita. Makumi ya maelfu ya wakazi wamehamishwa katika maeneo yaliyoathiriwa na mafuriko. Vikosi vya kijeshi na maafisa wa polisi wametumwa kuweka makazi ya dharura ili kuhamisha watu mahali salama. Mmiliki wa mgahawa huko Nantrang aliviambia vyombo vya habari kwamba yake yamezama kwa takriban mita moja ya maji. Nina wasiwasi kuhusu samani zetu katika mgahawa na maduka yangu, lakini bila shaka siwezi kufanya chochote sasa, alisema mmiliki wa mgahawa. Sidhani kama maji yatapungua hivi karibuni, kwani mvua haijakoma. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.